Katika dunia ya leo, kuna ongezeko la matatizo ya ukuaji na tabia kwa watoto. Kuna sababu nyingi zinazodhaniwa kusababisha hali hii. Baadhi ya hizi ni mabadiliko ya mtindo wa maisha na kuongezeka kwa watoto kuzaliwa kabla ya wakati. Kwa sasa, kiwango cha matatizo ya ukuaji ni takriban asilimia sita hadi saba na asilimia kumi hadi kumi na mbili kwa matatizo ya tabia. Hii ni idadi ya kutisha, lakini uingiliaji wa mapema una mchango mkubwa katika kuboresha matokeo kwa watoto hawa. Kwa hiyo, kwa nini utambuzi na uingiliaji wa mapema ni muhimu? Neuroplasticity ni jibu kwa hili. Neuroplasticity ni uwezo wa ubongo kubadilika na kuzoea mabadiliko. Hii hutokea katika maisha yote, lakini zaidi katika miaka mitano ya mwanzo ya maisha, kwa sababu huu ni wakati muhimu sana kwa ukuaji wa ubongo. Kwa hiyo utambuzi na uingiliaji wa mapema katika kipindi hiki hutoa matokeo bora zaidi kwa watoto hawa na kuwasaidia kufikia uwezo wao wa juu kabisa.